Kwa mfano mzee kama Dr. Sa, mzee wa miaka sabini na sita, unamkamata hivi akikufia rais Samia, unamtoaji? Unawaambiaje watu kwamba amekufa tu kifo chake natural? Wewe umemshikilia ndani leo, ukaamka wakakwambia Dr. Sa is no more, akiwa gerezani. Kuna watu ambao wakikosea hawaguswi, wengine hawajakosea wanaguswa. Matabaka kwenye matibabu, matabaka kwenye elimu. Elimu anayosoma mtoto wako sio elimu anayosoma mtoto wa waziri, matibabu unayotibiwa ukienda kituo cha afya tulichokiacha hapo, kunguni tupu, hakuna madawa. Alikuwa anazungumza hapo wakili Matata, anasema mama mamad

hawezi kujifungua, wanamwambia wanahitaji hela ya bro. Amempigia mkuu wa mkoa simu, mkuu wa mkoa anamwambia, kamwambie mme wako, kama huna hela ya bro nenda umwambie mme wako akufanyia operesheni atoe mtoto Halafu huyo mkuu wa mkoa amesema hivyo akiwa kwenye jukwaa la serikali, senti ya mtu masikini, ambaye unalipa kodi, gari anayotumia ni kodi yako, aminere akangire, anatoa hiyo kauli, alafu mpaka sasa yuko ofisini, Rais Samia hajamwondoa. Kwa nini? Kwa sababu rais angejua kwamba kura yako ina nguvu ya kumwondoa yeye, yeye angeisha fukuza huyu mtu ili asimwharibie yeye. Lakini rais hawezi kumwondoa yule, kwa sababu anajua kura yako haina maana chenye maana ni mitutu ya polisi, ni bunduki atakazonunua, ni maji ya kuwasha. Sasa mimi na Lissu tumesema hivi na chama chetu, hatutaenda kwenye uchaguzi na hatutaruhusu uchaguzi ufanyike ambao kura yako haita, kwa mfano mzee kama dr sa, mzee wa miaka 76, amekuwa mbunge miaka 15, amekuwa katibu mkuu wa CHADEMA amekuwa barozi unamkamata kesi ambayo ina dhamana, unatumia mahakama kumkandamiza yule mzee wa umri wake. Mi nimeenda kumwona Segerea, ni mzee sana, miaka sabini na sita hivi. Akikufia Rais Samia, unamtoaje? Unawambiaje watu kwamba amekufa tu kifo chake natural? Wewe umemshikilia ndani leo ukaamka wakakwambia wakakuambia, is no more akiwa gerezani, unamtoaje akiwa gerezani? Unawaambiaje Watanzania kwa mambo haya? Sisi wengine tunayasema ili watu wajue kwamba uonevu ni kitu kibaya.